Na mkaribu sana msikilizaji na unayetufuatilia wakati huu, kama unavyojua, ahadi yetu wakati huu tunaingia katika sehemu ya mjadala, na leo kama nilivyokuahidi, tunaitazama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwa kuzingatia leo ni mwaka mmoja tangu mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Goma, kuangukia mikononi mwa waasi wa M23 walioendesha mapigano makali wakisaidiwa na vikosi vya Rwanda na hatimaye kuingia na kuudhibiti mji huo, huku wanajeshi wa serikali na washirika wao wakiukimbia mapambano, utakumbuka msikilizaji, yalianza kuchachamaa tarehe ishirini na sita na tarehe ishirini na saba Januari mwaka elfu mbili ishirini na tano waasi walitangaza kwa udhibiti kikamilifu mji huo, wakati maalfu ya watu wakiukimbia na maalfu ya wengine wakipoteza maisha. Je, hali ya maisha ikoje mwaka mmoja baadaye? Nimewaalika kwenye mjadala huu, Omar Kavota ni mwenyekiti msaidizi wa muungano wa mashirika ya kiraia akiwa huko Kivu Kaskazini, kutoka Kinshasa. E, naamini na, na kwamba tumempata pia Vivian Kiteka, naambiwa kwamba tunamtafuta, ni mtetezi wa haki za wanawake, na kutoka huko Johannesburg, Afrika Kusini, nimemwalika mchambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu Nixon Katembo, karibuni sana. Asante asante kila ni... laheri huko Asante, asante sana Kavota nianze na wewe, wakati pia tutamsubiri bibi Vivian Kateka akiwa kiteka akiwa kule Kinshasa. Kavota eh, hali ya maisha ya wakazi wa Goma, unaweza kuieleza imekuwa vipi ndani ya mwaka mmoja chini ya M ishirini na tatu? Ndio, yaani tukizungulia tarehe kama ya leo, siku hiyo ya tarehe ishirini kwa mkia tarehe ishirini na sita kwa mkia ishirini na saba Januari mwaka mmoja sasa, mji wa Goma ulipotekwa na hao waasi wa M wa ishirini na tatu uh, wakishirikiana na na askari wa Rwanda. Kwanza kulirudiwa na mauaji ya raia baadhi, raia wasiopungua wa elfu moja waliuliwa siku hiyo Uh, mamia ma ma ma walijeruhiwa, duka ziliporwa, gereza ilifunguliwa kama ilivyosemeka katika matangazo ya hivi karibuni ambayo tumeweza kufuata juhuda. Uh, mbalimbali kuna raia ambao walikimbia huku na huku, kombora zilipigwa, risasi zililia, yaani watu waliweza kuwa katika hali mbovu kabisa, na vidonda hivi tukizungumza havijapona bado, vidonda vya hiyo siku vingali vinaonekana hivi sasa, sababu maisha yamekuwa yamekuwa mabaya ma, ma, ya, ya, ya zaidi. Hali ya uchumi ni mbovu, hali ya kiutu tusizungumzie. E, yani hali ya kawaida ambayo raia walikuwa wakiishi mji wa Goma ambao ulikuwa mji wa kitalii kwa kweli. Leo tukizungumza ni machozi na watu wanaendelea kukumbuka wale ambao walifariki wa kwa sababu ya vita ambavyo havina sababu. Kwa maneno mengine, Kavota, unachozungumzia ni kwamba maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa kwa watu wa Goma, na yamebadilika hasa kwa namna hasi na sio chanya. Hakuna kitu chochote ambacho hiyo, mtu wa Goma anaweza kusema hiki ni chanya kimebadilika, chini ya kudhibitiwa na m ishirini na tatu. Watu ambao walikuwa wanaishi maka katika makazi yao wameishi sasa kama wamizi kama watumwa, na wale ambao walikuwa katika makambi waliweza kukimbia siku hiyo, baadhi wameishi tena maisha ya umaskini hohehahe, sababu hakuna hata zinafunguliwa mjini Goma. Yaani, maisha yanakuwa magumu na hali inakuwa mbaya zaidi. Iwapo kuna mabadiliko, ni mabadiliko ya watu ambao wanakuwa kama wanapatikana katika gehena hivi. Kuna wengine wanasema kwamba maisha yamebadilika kwa namna hiyo unayosema, lakini yamebadilika kwa namna chanya, unapolitazama swala zima la usalama wa watu wanaoishi katika eneo lile tukizungumzia hali ya usalama ha, ni mbovu zaidi, ni mbovu zaidi, amani inakosekana sasa. Uh, majambazi ambao waliweza kufunguliwa kutoka gerezani wanaendelesha harakati zao, ingawa uh, uongozi wa M ishirini na tatu hivi unajizatiti una kusema kuwa inarudisha ina usalama, lakini ukizungumzia mji wa Goma ukizungumzia viunga vya mji wa Goma kama wilaya za Nyiragongo, Masisi, Rutshuru, e, ambako o, hiyo harakati ya uasi ilianzishwa na ukielekea katika mkoa uh, jirani wa Kivu ya Kusini, hali ni mbovu na ni mbovu kabisa, sharti mambo hayo yaweze kukomeshwa. Hmm. Katembo tunafahamu kwamba hakuna bado mwafaka kwenye mgogoro wa mashariki mwa Kongo licha ya kwamba tumeziona juhudi chungu nzima za kutafuta amani. E, waasi wa M ishirini na tatu je, wamepata walichokitaka kwa kudhibiti mji wa Goma? Tusisama waasi wa M ishirini na tatu hapa, tunaweza tukazungumzia kwanza, Rwanda imepata ilichokitaka kupitia waasi wa M ishirini na tatu eh. Na nadhani hilo tutakuwa tunakosea kidogo bila kusema uwazi, na hii si maneno yangu, ni kwamba eh, balozi hata wa, wa Rwanda kwenye, kwenye, kwenye Umoja wa Mataifa kule Marekani ameweza kuthibitisha kwamba Rwanda iko pale eh, mashariki mwa Congo. Sasa je, waasi hawa wame, wameweza kuleta mabadiliko ambayo yanahitajika? Uh, kwa, kwa katika eneo, eneo lile swala so, langu naweza kusema kwamba uh, ni hapana na ndio, ndio kwa sababu wameweza kupata na kushikilia mji kwa muda mrefu na kuweza kuendesha biashara zao za, za kiasi pamoja na kutoa nafasi ya kuweza kuwasiliana na raia. Uh, ili kujinadi kwa raia ambao wanakuja kusema kwamba ni wakombozi, lakini ukiangalia masuala ya taasisi uh, za taifa kwa mfano ukosefu wa, wa benki, ukosefu uh, matatizo kwa, kwa watu wa kawaida kama alivyozungumzia Omar Kavota uh, pamoja na uh, masuala mazima ya haki Eh, kumeripotiwa mauaji ikiwa haujakubaliana na M ishirini na tatu ama unashukiwa kuwa una una ushirikiano na serikali ya Kinshasa . Eh, masuala kama haya yanaripotiwa kila siku na hmm, nadhani na na jambo kubwa hapa mwenyekiti ni eh, uwajibikaji wa serikali ya Kinshasa ah, pamoja na serikali ya Rwanda na waasi wenyewe wa, kuhakikishia kwamba wanarejesha uh, hali ya utulivu na amani pamoja na kuzilinda haki za binadamu, haki za msingi <laughs> haki za msingi za binadamu. Kwa raia wa, wa mji ule na, na, na, nataka kumleta kavota hapo kwa hayo ambayo umeyataja. Umetaja moja kwa moja Rwanda ukisema haitokuwa eh, kitu cha haki wala tutakuwa hatu hatutazami ukweli tusipoitaja hapa Rwanda kwamba ndio inayoonekana ilikuwa kuna kitu inakitaka mashariki mwa Kongo. Kavota eh, wakati bwana Nixon akitaja hilo, Umoja wa Mataifa tunafahamu amekuwa akisema moja kwa moja kwamba Rwanda inahusika, na vilevile vile serikali ya Kinshasa imekuwa ikinyosha kidole e, Rwanda kwamba imekuwa ikishirikiana na M23 kwa miaka sasa. Rwanda imekuwa ikikanusha, lakini hapa juzi kati, siku kadhaa nyuma, Kigali imekiri yenyewe kushirikiana na M23 maana yake nini hii kwenye kwenye suala zima la mgogoro huu, bwana Kavota eh? Ndugu Niston Katembo ameweza kuzungumzia hayo wakati ameweza kukariri aliyosema balozi Matide Mtakabana ambaye ni balozi wa Rwanda, wakati aliweza kuthibitisha rasmi kama serikali yake ya Rwanda inahusiana na M23 kwa harakati zao ambao wanaendesha huku DRC. Yaani, hiyo ingaliweza kuchukuliwa kama thibitisho rasmi ya serikali ya Rwanda kukiri jinsi inavyojihusisha na hali ya kuharibu usalama mashariki mwa DRC, hali ya usumbufu, hali ya uvamizi na vita ambayo inaendelea, na hiyo ingalipelekea jumuiya ya kimataifa itoke katika uh, hali yake ya kila mara ya ya kuto kuwazibu, yaani kinachoshuhudiwa upande wa kimataifa ni namna ya kuto kuwazibu ambako huwezi kuzungumziwa hmm, na, na iwapo ushahidi wanaotafuta ushahidi hauna tena wa kutafutwa, wakati in Rwanda yenyewe imekiri sasa siasa tawa, ya unafiki wa, wa, wa, wa siasa ya unafiki wa, wa, wa, wa jumuia ya kimataifa ingaliweza kumalizika hivi, Rwanda iwajibike, iweze kuhukumiwa kufuatana na maafa ambayo inaendesha huku mashariki mwa Kongo. Naomba nimlete Vivian Kiteka hapa, nimeambiwa tayari amejiunga nasi japo kuchelewa. Vivian, eh, bila shaka umeyapata mawili matatu tuliyo ya, ya dili hapo kwako wewe, swali eh, ambalo naweza kukuuliza hivi sasa, unadhani wananchi wa mashariki wana matumaini ya amani ya kudumu kupatikana? Vivian Kiteka, naamini kwamba ametoweka tena kwa mara nyingine. Nije kwako hapana, ni, ni, ni na kufuata kwa simu. Okay, kama umenisikia swali Ndina. langu naomba tupate jibu lako unasemaje unafikiri wananchi wa mashariki wana matumaini ya kupata amani ya kudumu hatuna matumaini ya kupata amani ya kudumu kwani tumeona kwamba kwa hii kwa kiasi kama DRC ameachiliwa na umoja wa mataifa DRC ameachiliwa kwelikweli kwani tumeona kwamba hiyo vita si Rwanda pekee anakuwa nyuma ya M23 ya, ya lakini tunaona kama ni mataifa yenye kutafuta biashara eh, ama kutafuta eh, maminere yetu ndio wanakuwa nyuma ya hiyo, na ndio maana hawataki usalama, na ndio maana tunaona kama hatu wazi kama tutapata amani na hakuna ilo matumaini, hatu yaone kabisa, kwani hakuna azibu hata mmoja enye Wanakongo eh, wana wanaona mpaka hivo mm. Eh, hili swali ninaloliuliza, okay. Hivi sasa naomba nipate jibu kutoka kwako Katembo, lakini pia kwako Vivian. Eh, Rais Tshisekedi tunafahamu, baada ya mji wa Goma kuangukia eh, kwa M23, alikabiliwa na shinikizo kubwa sana, yakifanyika maandamano hapo Kinshasa, wananchi wakimtaka achukue hatua maeneo yaliyotekwa na M23. Kinshasa inasimama wapi hivi sasa mwaka mmoja Goma, e, mwaka mmoja baada ya Goma na maeneo mengi ya mashariki yakidhibitiwa mpaka sasa na M23? Kwako Katembo kwanza. Kwanza niweze kusema kwamba uwajibikaji mkubwa wa kuleta amani katika ndani ya mpaka ya serikali ya India ya Kongo ni wajibu wa serikali ya Kongo na Kinshasa kabisa imeshindwa kufanya hivyo. Na nini kifanyike? Nadhani ni kuna haja ya kuwa na uwajibikaji kutoka serikali ya Kinshasa kwanza, kujia kwanza kujenga taasisi za taifa, kujenga uzalendo na kuhakikisha kwamba jeshi la taifa linajengwa upya kukabiliana na uvamizi huu ambao unatoka mataifa jirani anaswa Uh, kwa waasi mbalimbali. Pili, ijenge um, hali ya ya kujali maslahi ya wananchi wa Kongo ndani ya Kongo kwa taasisi zake kutu, kutumika kwa ajili ya kujenga sasa te, badala ya kufanya hivyo, tunaona kinachofanyika ni kwamba serikali ya Kongo imefanya vita hivi kuwa biashara. Tunaambiwa kwamba zaidi ya bilioni saba zimeweza kutolewa tangu vita hivi vianze eh, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na takwimu za za za fedha za, za, za serikali kule nchini Kongo. Unajiuliza, eh, fedha hizo zimeenda kwa nani? Ni makamanda wa jeshi ambao wamekula fedha hizo katika manunuzi gushi na manunuzi ambayo ni bandia eh, kwa kuleta vifaa kwa wakati mwingine ambao havifanyi kazi kwa wanajeshi na kutokulipa wanajeshi wa Kongo ambao wako vitani eh, pamoja na kuhakikisha wanaboresha maisha ya wanajeshi wa nchi hiyo eh, kando na kutokujali eh, mateso ya raia wa kawaida. Sasa wajibu wa kwanza ni kwa serikali ya Kongo, kwanza kujengwa kabisa upya hii hiyo serikali ilianguliwa madarakani na taasisi za Kongo zianzishwa upya kwa ajili ya maslahi ya, ya taifa la Congo kwa mm. Upande wa pili, Rwanda naye uwajibikwe na ikomeshe huo uvamizi wake, na, na uvamizi huo utakomeshwa kukiwa na nia ya kisiasa kutoka upande wa Rwanda na kutoka uh, wale ambao wanaunga mkono serikali ya Rwanda, ikiwemo makampuni makuma, makubwa ambayo yanahoji uh, ma, madini ya Congo kupitia Rwanda. Sasa ukiyajumuisha uki haya yote sasa la tatu kuwe na mjadala wa ndani wa kisiasa. Nini azma ya baadaye ya, ya, ya Kongo kwa wanakongo wenyewe waweze kukaa kwa meza moja, ikiwemo hawa waasi wa M ishirini na tatu ambao na, na, na, wanasaidia na Rwanda. Naomba tumpe nafasi hapo Vivian kulijibu na yeye kwa mtazamo wake swali hilo, na hasa kwa kutazama hayo yaliyozungumzwa na Katemba. Unafikiri wewe, inawezekana Kinshasa na rais Chisekedi kuwahakikishia wakongomani usalama? Eh, bado kwani usalama haiko kanuni ya mtu mmoja pekee. Sikusema tu ni serikali, lakini na raia pia anabidi kuingia ndani ya hiyo maskiri, ndani ya hiyo mchango ya kusema kuleta amani na salama, kwani tunaweza tukaokua na serikali imefanya isha kazi, lakini kama raia wanapotoka wanaenda kum kugeuka kuwasiliana na Rwanda ili waingie tena wafanye vita na wavamie mji, haiyakuwa bado kitu nzuri. Na ndio maana tunasema kwamba hii maneno ya kusema amani ni maneno inaangalia serikali na inaangalia vile vile raia, naye anabidi kufanya eh, kazi ndani tu ya kupata hiyo amani, na ndio vile ni, ni muhimu kusema serikali na raia pia na Umoja wa Mataifa waangalie namna gani ya kusababisha na kuleta amani nchini Kongo. Kavota ka, ka, nije kwako. Huu mji wa Goma ulipoangukia mikononi mwa M ishirini na tatu ulikuweko wasiwasi kwamba mgogoro huu unaweza kuenea kanda nzima ya maziwa Makuu na hali ikaharibika. Sasa tunazungumzia swali hili ikiwa ni mwaka mmoja umetimia, e, Je, ni kwa kiasi gani bado unahisi wasiwasi? Wasi huu upo, wasiwasi huo upo na kwa kiasi kikubwa, sababu mwaka mmoja pasipokungoa hili kundi la M23 ikishirikiana na askari wa RDF yaani askari wa Rwanda, wakati wangali wanadhibiti sio tu mji wa Goma wakiwa wameweza kuteka miji mingine kama Bukavu, kuelekea hata Uvira ambapo wamedai kujiondoa, na maeneo ya Kivu ya kaskazini kubwa kama Lubero. Yaani, wasiwasi upo, na wakati ingali inasadikiwa Rwanda yenyewe inatumia askari wake kusaidia M23. Hiyo ni thibitisho ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, si kwamba kanda lingali katika hatari, sababu kuna wale ambao walisaidia DRC kama wanajeshi kutoka Afrika Kusini yaani eh, chini ya yaani, mwavuli wa SADC kuna wale ambao walikuja huku huku siku zilizotangulia wa wa wa- Eastern African Community wapo na pia kuna mikataba ambayo imeweza kusainishwa ku, ku, ku hivi Washington, kuna hiyo inayoendelea Doha na kuna baadhi ya mijadala ambayo inaweza ku, ku, kutokea kufatana na harakati za rais wa Luanda uh, Lorenzo huko Togo pia yani, hiyo inaonyesha kuwa kanda linahusika na iwapo M ishirini na tatu haijaweza kumalizika, iwapo uh, jumuia ya kimataifa inakataa kuwadhibu Rwanda, kuwadhibu uvamizi huo, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu vinavyoendelea ikiwa ina, ina, ina, inakiuka misingi ya sheria za kimataifa na azimio mbalimbali za, za, za kimataifa za Umoja wa Mataifa hakutakuwa hakuta chochote ambacho hakuta kinaweza kuendelea na kanda litakuwa liko katika hatari kubwa. Asante sana Omar Kavota. Msikilizaji ndo tunaukamilisha mjadala wetu hapo, muda wetu umekwisha. Alikuwa ni Omar Kavota huyo mwenyekiti msaidizi wa muungano wa mashirika ya kiraia akiwa huko Kivu Kaskazini, na kutoka Kinshasa alikuweko Vivian Kiteka, huyu ni mtetezi wa haki za wanawake na Johannes Johannesburg nilimwalika e, mchambuzi wa siasa za maziwa makuu Nixon Katembo akiwa kule Johannesburg. Asante sana wewe msikilizaji.